Moja ya ahadi kubwa iliyotolewa ni kubadilisha maisha ya Watanzania kupitia kilimo. Ndugu zangu, sisi kama kamati ya bunge tunayosimamia serikali upande wa kilimo na mifugo tunampongeza mheshimiwa rais na serikali ya awamu ya sita kwa ujumla, kwa sababu yale ambayo ameahidi kule kwenye mkataba ya kubadilisha kilimo ameyatekeleza baada ya kuyaweka kwenye maneno na maandishi, ameyatekeleza kwa vitendo. Kwenye usimamizi wetu sisi, kila mtu anataka kuona matokeo, na ndio maana kamati hapa inasema tujitahidi, tuharakishe jambo hili ili tuanze kuona matokeo. Lakini sisi sote, maono yale ya Rais tunayona kabisa. Tulikuwa tujawekeza kwenye umwagiliaji ili tuongeze tija. Sasa tunaweka, tumeongeza, tumeongeza miradi au tumekuwa na miradi mikubwa ya umwagiliaji ambayo lazima ihakikishe inatufaidisha kama nchi alafu inatufaidisha kama familia na kama kaya. Ndugu zangu, hatutajitendea haki Wanamembe kama tutaona kwamba tu haya ni maji tu. Lazima tuanze kufikiria mbali hapa. Bwawa hili tutalisha samaki sijui mpaka wapi bwawa hili peke yake. Kwa hiyo hatutaacha kilimo, lakini tutakuja kwenye ufugaji wa samaki vile vile, lakini tutaboresha ufugaji wa ng'ombe wa mifugo ya kawaida yetu kwa sababu ya maji haya haya. Kwa hiyo tufikirie mengi na mambo makubwa zaidi, kwa sababu tumeletewa neema mlangoni. Miradi hii ni mingi kama alivyosema mabwawa mia moja na visima nchi nzima 1450. Kwa hiyo unaona hata pale ambapo hakuna mabwawa kuna visima vina chimbo. Kwa hiyo sisi tunaipongeza sana wizara, lakini tume ya mwagiliaji tunawatakia heri, kwa sababu kazi mlionayo ni kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi wetu kwa ujumla umefikia asilimia 92 kwenye tuta. Kwa sehemu kubwa ambayo imebakia, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ile ambayo nimekuonyesha baada ya kutoka kwenye spillway ambayo wakimaliza pale tutaanza utaratibu wa kufunga bwawa na maana, tukimaliza kufunga bwawa tutaanza kukusanya maji kwenye eneo kwenye eneo hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu ni muhimu sana kwa mkoa wa Dodoma na hili ni moja ya mabwawa ya mwanzo kabisa ambayo tumeanza kujenga na ni solution kubwa sana kwa watu wa Dodoma. Ukipita na treni mahali panaitwa Igando, kwa wale ambao wamepanda SGR, utaona maporomoko ya maji yalivyo ya yale maji, chanzo chake ni hiki hapa lakini tunayo miradi mingine Dodoma zaidi ya huu. Tuna Msagali, lakini tuna mabwawa mengine sita ambayo tutayajenga chini ya utaratibu wa World Bank, ambayo yote pamoja na kwamba maji yake yatatumika kwa kilimo, lakini bado anaenda kuokoa miundombinu downstream katika maana ya Kilosa na hiyo SGR yetu na ile re... re... re... re... ya kati. Kwa hiyo ukusanyaji wa maji haya unafanya kazi zote mbili kwamba kutakuwa na uchumi lakini pia kutakuwa na, na uziwaji wa mafuriko kwa wananchi. Mmegundua kwamba kila mwaka serikali inatoa fedha Kilosa kuweza kuokoa wananchi au kuwajengea au kuwapelekea kupeleka chakula kwa. Mimi niipongeze sana serikali ya awamu ya sita chini eh, ya amiri jeshi mkuu, Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji huu tunaenda kujenga mabwawa zaidi ya mia moja. Tumeanza kuchimba visima, uchimbaji wa visima unaenda maeneo ambayo miundombinu hii ya mabwawa haitafika. Uchimbaji wa visima, tunaenda kuwawekea visima watu, kwaweka kwenye makundi, mwenye eka moja mbili tatu anapata maji kutoka na visima, watu wa vichimba. Tunatarajia Mwenyezi Mwenyezi Mungu akibariki mwezi huu unaokuja maga... magari saba ameshapokea kwa bandarini, tunapokea magari mengine tisa tutapokea kabla ya mwisho wa mwezi wa tano. Anaitwa Ana Paulina Mikaeli Korneli, nashukuru kuupokea huo. Hapa mradi ni mkubwa sana kwa kilimo, kitakacho tufanikisha sana ni kilimo cha umwagiliaji. Umwagiliaji kila aina ya aina yote ile ya mbegu, tutapanda alizeti, nani, mboga, mahindi, nini, ili kuwezesha familia zetu kwa ujumla. Tumepokea kwa, kwa, kwa furaha sana, sababu ni mkombozi wetu julikana kwamba kilimo cha umwagiliaji ni kilimo cha uhakika. Tunafurahi sana kupata huu mradi. Tunachoomba tu wale ambao waepata dhamana kama nio kandarasi, wajitahidi waumalize mapema. Kilimo ambacho walikuwa wamezoea ni kilimo ambacho sio cha uhakika, na kwenye heka moja watu wanaondokaaguni ya nne ni tatu, lakini kwenye kilimo hiki ninajua hakika baada ya heka moja itakuwa ni zaidi ya heka ishirini thelathini, najua hakika, faida na mradi huu baada ya kukamilika.